ni neno la wingi yaani, vinavyoharibu udhu. Aishakuelekeza namna ya kuchukua udhu, kakuelekeza makuruhatu hudhui, yanayochukiza wakati ya wa kuchukua udhu. Anapoeleza sasa yanayoharibu udhu, mubtilatu yanayoharibu alhudhubi, udhu arbaatun al -ma ni mambo manne, kama ilivyokuwa karaha Amesema ni mambo manne, na yanayoharibu udhu vile vile ni mambo manne. Anasema moja, kullu ma kharaja min sabilaini. Kullu kila, ma chochote, kharaja kitakachotoka, chotoka minas sabilaini kutoka katika njia mbili. Kullu ma kharaja, kitu chochote kitakachotoka, minas sabilaini, kutoka katika njia mbili. Sawa so, shehi amesema njia kwa maana ya tupu ya mbele au tupu ya nyuma chochote kitakachotoka katika tubu ya mbele au ya nyuma, hicho kitakuwa kimeharibu nini udhu. Iwe ni mkojo, kiwe ni choo kikubwa, iwe ni damu, uwe ni usaha, kitoke kipande cha jiwe madhari, kimepita kwenye hiyo njia, kimeharibu nini udhu. Kul eh, eh, katika alfazu jam kul, eh, kitu chochote kharaja, kilichotoka. Min sabilaini min sabilaini, kutoka kwenye njia mbili, hicho uluo kumeharibu sawa, so, kutoka na upepo, yaani chochote kitakachotoka wewe udhu wako umeharibika. Namba mbili, zawalu na pandili, la akili ni mtu kuondokiwa na akili. Mtu alikuwa na udhu, lakini akili ikaondoka, bisukuri kwa kutumia kilezi au maradhi, au kwa kuwa ni maradhi akili yako ikaondoka, ujue udhu umefanya nini umeharibika yaani, akili yako ikirudi, ujio nanajia ukachukue uzo tena, kama unataka kuswali au kama unataka kushika msaafu au kama unataka kutufu, lazima ukachukue uzo mwingine. Au jununi au umeharibika akili kwa uendawazii au ighmai au kwa kupoteza fahamu eh? Mtu amezimia au ameanguka kifafa, akapoteza fahamu, huyu akili yake ikirudi, atalazimika akachukue udhu tena. Au naumini, au mtu aliyelala, we ulikuwa na udhu wako, lakini ukalala, ukiamka okay, ukachikua udhu mwingine, kwa sababu usingizi ni katika mambo yanayoharibu udhu sawa. So, anasema ghaira mumakin makaadahu min al ardhi eh? usingizi wa yule ambaye hakumakinisha makalio yake ardhini, katika mambo yanako Shafi mtu akilala lakini akalala mlao mlalo ambao amekaa kama walivyokaa mashehe zangu hawa, moja mbili tatu, na huyu mwanafunzi kukaa huko, halafu ukapitiwa na usingizi, katika ya Imam Shafi, wewe uzu wako upo, wewe uzu wako upo na anayo dalili masahaba. Radhiallahu anhum wanasema, tulikuwa sisi tukiswali magharibi, tunakaa pale msikitini, tunasubiri isha. Anasema mmoja wetu walikuwa wanasinzia, anasema tunasinzia kabisa mtu, lakini alikuwa amekaa kama mkaua, na palikuwa pakikimiwa, hakuna mtu anaenda kutawadha, wananyanyuka wanaswala Si tumeelewa? Mtu ananyanyuka maswali, hakuna aliyekuwa anakwenda kutawala halibu. Kwa hiyo kulala usingizi wa mtu ambaye hakumakinisha makalio yake katika hali. Usingizi huu utafanya nini eh? Utamwondolea udhu sawa. Madhehebu mengine akasema mtu akilala udhu unafanya nini, umeharibika sababu Mtume swalla llahu alehi wa salam anasema ala, ala ainani wikau saa. Macho mawili ndiyo kamba ya tupu ya nyuma. Macho mawili wikau saa, macho mawili yakiwa macho haya saha imekaza. Ukifumba macho saha imerejea. Wsuhz kuna mifuko kuna mifuko unapitisha una kamba umu kwenye shingo ya mfuko alafu kamba inakuja kutokea upande wa pili. Ukitaka kukaza, unafanya una hivi, ule mfuko unashikana, una sasa ile ndo uika usa, si tunaelewa eh, sio? Mfuko uko hivyo, unachukua kama unafunga hapa ha, ha ile kamba imepita mle ndani ikaja kutokea upande wa pili. Kwa hiyo ukivuta ile kamba inakaza sasa. Mtume anasema macho ndiyo kamba ile, ule mfuko kwenye mdomo ule mfuko. Kwa hiyo mtu akila akilala ule mfuko umelegea, sisi tunaelewa eh, vitu vinakutoka wewe una habari. eh, eh. Sasa wengine wamebeba hadithi hii kwamba kila atakayelala mlalo ambao utapoteza fahamu, basi hata kama amekaa amemakinisha makalio yake aridhini, lakini kalala kiasi kwamba hajui anayesema, wala hajui anaingia, wala hajui anayetoka, wanasema hapa udhu wake umefanya nini? Umeharibi. Lakini katika madhehebu ya Imam Shafi mtu akilala kakaa, mumakin makaadahu min al ardhi, wamechukua taji mba kwamba hapo akitoki kitu eh, akitoki eh, akitoki kitu eh, na kitu kikitoka utakisikia eh, maana hapo akitoki kitu mpaka ukae upande siji, tumelewa eh? Ukikaa hivi akitoki kitu mpaka ukipe nafasi ukae okay, upane ndio, kitu kinafanya nini? Eh, si tumeelewana? Kwa hiyo eh, zawali la akili kisukuri ni kutokwa na akili kwa kilezi au maradhi au kwa kuwa mtu anaumwa au jununi au kwa kupata wendawazimu au ihmaai au kwa kupoteza fahamu kama kifafa au nabi au kwa kulala. Yote haya akimpata mtu yanaharibu mfumu wake. Au naumi ghairi mumakini makada min alhaud, au kulala kwa mtu ambaye hakumakinisha makalio yake katika ardhi. Kama mtu kalala tu hakumakinisha makalio yake katika ardhi, katika madhehebu ya Imam Shafi, anaungana na wenzake kwamba uzo wake atakuwa mfanya nini? Umeharibu. Tatu, lamsu basharati mara ghairi muhrimi bighairi haili. Anasema lamsu basharati mara ni kugusa ngozi ya mwanamke ghairi mahrimi. Hapa ameandika muhrimi, ni makosa ya chapa mwanamke ambaye si maharimu yako. Kugusa ngozi ya mwanamke ambaye si maharimu yako, unabatilisha nini? Udhu bighairi hailin, bila pasipokuwa na kizuizi. Ukigusa, ukimgusa mwanamke ambaye si maharimu yake, lakini juu ya nguo kama hapa, udhu wako hauharibiki lakini ukigusa ngozi kwa ngozi, udhu wako umefanya nini? Umeharibika. Hii ni madhehebu ya Imamu Shafi. Na maharimu, maharimu ni yule ambaye huwezi kumuoa: mama yako, dada yako, mkwe wako, shangazi yako, Mwanamke ulionyenya naye ziwa moja, sijui mmenielewa? Hawa ni maharimu hawa, hata ukiwagusa ngozi, udhu wako uko pale pale. Mwanao wa kike, mjukuu wako, hawa ni maharimu hawa, hata ukiwagusa, udhu wako hautenguki lakini mwanamke yeyote ambaye unaweza kumuoa kumgusa, kuna harimu nguvu. Kwa hiyo, kwa madhehebu ya Imamu Shafi, mtu akimgusa mkewe udhu wake unafanya nini? Eh, ukimgusa mkewe udhu umeharibika, filmatha katika madhehebu ya Imamu Shafi au la ni saa au mkiwagusa wanawake, si tumeelewa. Na Sheikh Ahmad alisema eh, huwa almadhhabu al ahwat, sawa, madhhabu ya mshafi kwenye hili, ndio madhhabu ambayo imechukua tahadhari sana, imechukua tahadhari sana. Madhehebu nyingine wanasema ukimgusa kwa matamanio uzu utafanya nini taha, lakini ukimgusa tu kwa mujaradi wa kumgusa tu bila matamanio uzu auhamuniki, kama ilivyokotiwa kwa mama Aisha, kwamba mtume sala mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajibusu, na na hachukue uzu, anaenda kuswalisha na kisa kingine kile cha uh, cha mama Aisha, mwenyewe kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali usiku, akitaka kusujudu Ramadhani ananibonyeza na mkono wake, nakunja mguu anasujudu, akimaliza kusujudu mimi nanyosha tena nanyosha tena. Sasa haiwezekani mtu kalala namkewe chumbani, unasema alikuwa akajifunika shuka mpaka na kwa hiyo ni masala tukhilafia, ni masala ambayo wametofautiana wanazumu, yaani hakuna nasi ya wazi kuja kusema mtu atakayemgusa mwanamke huyu na mwanamke huyu huzo umeharibika, asiyemgusa mwanamke huyu na mwanamke huyu huzo haharibiki. Hakuna kwa hiyo monamkeu, kila mmoja anachukua dalili, alafu ile dalili iliyompolea yeye ndiyo anaitumia. Kwa hiyo kwenye mazoezi ya Imamu Shafi kumgusa mkeo na wewe una udhu, udhu umefanya udhu nini, bighairi haili, bila kuwa na kizuizi. Ukimgusa juu ya nguo, ndio maana utaona kina mama wengi, da kumshika, anaweka kanga hapa kwenye mkono, sawa. Kwa hiyo katika madhehebu ya Imam Shafi, ukimgusa mkeo udhu kwa hiyo lamsu basharati lmara ni kugusa ngozi ya mwanamke ghairi maharimin. Ehe, mwanamke ambaye si maharimu yako, bighairi haili, pasina kuwa na kizuizi. Namba tatu, hiyo ni katika jambo ambalo linaharibu udhu. Nne, masu farji adamiyin ni kugusa utupu wa mwanadamu bibatini ni kafi, sawa, kwa matumbo ya kiganja. Matumbo ya kiganja tunayajua, eh. Yaani ukimgu, ukigusa zakari kwa matumbo ya kiganja, hii sehemu hii ndio inaitwa matumbo ya kiganja ukigusa utupu wa mwanadamu kwa kutumia matumbo ya kiganja sawa, so, au ruuslasabiri au kwa kutumia vichwa vya vidole umu uzu, utakuwa umefanya nini? Umeharibika katika madhehebu ya na Shafi. Sawa, katika madhehebu ya Imam Shafi, mtu akigusa zakari kwa huku, udhu hauharibiki sawa. Au akagusa hivi, kama mtu kashika sigara hivi. <tis> ivi udhu hauharibiki katika madhehebu ya Imam Shafi, mtu akashika zakari yake hivi au akaigusa hivi, udhu ufanyi nini? au haribiki eh, eh, mamasa takarahu biyadihi falyatawadda, atakayegusa sehemu zake za siri kwa mkono wake na atawadhe. Hadithi nii na madhehebu nyingine waliosema ukigusa huku au huku udhu umeharibika Hadithi ni hii sawa, so, Imam Shafi anasema hadithi hii inaonyesha kwamba ni kugusa, na mtu akisema kugusa, ghalibu kinachogusa ni kiganja cha mkono kwa upande wa matumbo, si tumeelewa? hata ukitaka kushika kitu unafanya hivyo Ghali, unafanya hivyo. Ukitaka kumshika mtoto mtoto yatima kichwani unafanya hivyo, unafanya hivyo sawa. Waswahili sisi, ukitaka kuamkia shikamoo zamani unashika na, na kichwa, aufanye hivyo, unafanya shika kichwa, unashika kichwa hivyo sawa. Kwa hiyo Imam Shafi amesema ghalibu ya kugusa ima hiyo ni ma matumbo ya kiganja cha mkono au ncha za vidole, ndio ndio kwenye hisia ya kufanya nini, ya kugusa. Sasa kwa hiyo hadithi hii alikuwa anaamanisha mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama kugusa sehemu zile ambazo zikigusa zinapata hisia ya kugusa, si tunaelewana e? Mamshafi alikuwa ni mtu korofi sana, mtu wa lugha eh, mtu mtu wa lugha. Hata siku moja amekuja mwanazuoni mkubwa wa hadithi, najua Imamu Ahmad alikuwa ni mtu wa hadithi, wakaona Imamu Ahmad haendi kuchukua hadithi kwa yule mtu. Wakamuuliza Imamu Ahmad, amekuja mhadithi, nawe ni mtu wa hadithi, kwa nini endi kupokea riwaya kwa kwa yule bana upate riwaya mtu ya kasema hadithi nitazipata tu, lakini ukikosa akili ya Imamu Shafi hakuna sehemu utapata waendamana unamamisijaenda kuu. Yaani, Imamu Shafi akikaa hapa akakusherehesheshea hadithi hii, sherehe huwezi kuipata kwa mtu mwingine, lakini riwaya za hadithi kama huyu kapokea na ka mwingine akapokea, kama hivi utazipata tu, lakini uchambuzi uweze kupata kwa mtu mwingine. Kama imamsha sawa, madhehebu nyingine akasema hadithi ya Mtume amesema, mamasa zakarahu yakiifaliyatawakwa, atakayegusa utupu wake kwa mkono wake atawadhi. Ni sawasawa akagusa kwa huku au wow, si tumeelewa? Sasa umegusa kwa huku au huku, utachagua mwenyewe, lakini kwenye madhehebu ya Imam Shafi huku hakutengui udhu, huku hakutengui. Kwa hiyo masu farji ni kugusa utupu adami wa mwanadamu, sio sio mnyama, eh, siguse zakari so, ya ngondo wanasaa naenda kutawala adamii wa mwanadamu sawa, bibatini lkafu kwa matumbo ya viganja vya mkono au ruusi lasabiri au kwa ncha na vichwa vya vidole. Ukigusa hivyo kwenye madhehebu, utakuwa umefanya nini? Udhu umeharibika. Kwa hiyo mambo manne yanaharibu udhu. Ya kwanza chochote kitakachotoka katika tupu mbili. Ya pili kuondokewa na akili kwa namna yoyote ile utaharibu udhu. Ya tatu kugusa ngozi ya mwanamke ambaye sio maharimu kuna haribu udhu, na ya nne kugusa utupu wa mwanadamu sawa, so, kuna haribu udhu hata kama utakuwa ni utupu wako mwenyewe hata kama itakuwa ni utupu wako mwenyewe eh. Sasa madhali mali tuko kwenye msingi, hatutaki kuingia sana ndani. Tukishatoka kwenye msingi tukahamia sehemu nyingine, sasa tutachambua zaidi. Sawa jamani, haya ah.